ukiongelea mambo ya tracking sana sana si usema tracker iko na ficha ya playback so kuna tu shanga hii playback uh, inamaanisha nini playback ni ficha ya tracker yenye unaweza tumia tracker kuangalia ama ile app ya tracking kuangalia location ya gari ama movement za gari zenye zishapita So kama tuko leo, unaweza angalia jana, juzi, ama siku fulani hii gari ilienda wapi, uh, ilikava kilomita ngapi, mahali ilisimama, uh, inakuchorea kwa map. Na pia hapa mahali ilisimama inakuonyesha ilisimama hapo, uh, for how long, na pia inakuonyesha ile speed hiyo gari ilikuwa ikitembea hiyo, uh, time yenye tayari ishapita. So basically feature ya playback ni advanced feature yenye ilitokea, uh, uh, through kuwa na app kwa sababu before watu walikuwa naona tu location ya gari saa hiyo. So, wengi walikuwa na ile truck uh, ukitaka kujua gari kwa wapi saa hii unapiga hiyo namba ya simu kwa sim card ama unatuma sms inakurudishia location ya saa hii, lakini ulikuwa na limit mtu sana juu kama ni gari ya biashara ama ulikuwa unafuatilia kesi fulani ama issue fulani, haungeweza jua gari lishinda wapi ama ilikuwa ikifanya nini. So hii feature usaidia sana ku maintain records za hiyo gari na pia kukusaidia kufuatilia vitu zishafanyika uh, kupitia hiyo uh, gari yako. So, kama unataka kuwa na tracker yenye iko na feature ya playback na yenye itakusaidia eidha, kama ni gari yako ya biashara ama gari yako personal, unaweza uh, tupigia simu uh, through 0723 645 810 ama visit website yetu which ni www.finatrackglobal.com.